Mambo usinilazimishe kulaani kwanza msomo wako. Ila ungenitaka utasemaje? Sawa. Maoni yangu ni yapi kuhusu hayo yanayosema, lakini usinibaini ni kama ni laani. Na na mimi niseme wazi tu nimekupa mfano, sio mfano nimetamka wazi kama mimi nimevamiwa. Nimevamiwa na nimetoa taarifa iko recorded kwenye taarifa za jeshi la polisi za mimi kuvamiwa nikiwa barabarani nikiwa mwananchi raia wa kawaida, na kuja zangu mjini kujikalia kazini, kufanya kazi, gari langu likachomwa moto na hawa wanaoitwa waandamanaji. Lakini pili, walikuwa na silaha za moto, na mnielewe vizuri, silaha za nini? Kwa maana ya bunduki. Sasa leo unaponiambia kwamba ni kwa laani, polisi wametumia nguvu ya kutumia risasi, hali ya kuwa macho yangu yameshuhudia makundi ya uhalifu ya yakiwa na silaha. Kwa hiyo bado pia kuna mkanganyiko katika matumizi ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya hizo risasi. Kwamba ipo possibility ya watu kuwa, kuwa walitumia silaha zao haramu katika hali hii, yaani katika hali ya kutoa kuweka mpasuko katika nchi kama unavyoona sasa, na kujaribu kugonganisha jeshi la polisi, vyombo vya ulinzi na wananchi. Mimi na imani kama kuna raia yoyote mtu ka, ka, kafiwa na mwanai na ndugu yake, lazima taarifa polisi kuna mtu kwamba ya kwa ndugu yake amefariki kwa kupigwa, sasa akae kimya? lazima atatoa taarifa sasa. Huu uzushi samani, mwandishi wa habari, huu uzushi unaotengenezwa bila takwimu, uzushi unaundwa tu, watu wamerundikwa, watu wamekufa wengi, wamepigwa risasi. Sasa inawezekana mtumishi mwenzenu alikumbana na hichi kikundi kingine cha ajabu hiki kama mimi ndivyo, ni kama mimi nilikumbana nacho. Sasa nakueleza kuna watu walivaa sare mpaka za polisi macho yangu yameshuhudia, tumevaa wamevaa na, na hii nimelieleza kwa polisi kwamba fanyeni kazi yenu kwa weledi. Kuna tatizo, kuna watu wanavaa mavazi kama, kama mavazi ya polisi. Wewe mara ngapi tunapata taarifa za habari, watu wamevaa jeshi za nani, sare za jeshi, sare za jeshi la wananchi? Wewe mwandishi wa habari unaona hayo, haujaona? Unijibu sasa. Vile vile bado watu wanaweza kutumia mwanya huu, wakavaa sare za wananchi za jeshi la wananchi, wakavaa sare za polisi na wakafanya hayo matukio, kwa sababu katika takwimu zetu yapo matukio kama hayo, yamefanyika watu wamejivisha sare za jeshi na vile wameweka za polisi na wamefanya uhalifu katika mazingira fulani. Kwa hiyo mimi msimamo wangu mimi, niliona kama Mwesigwa na mwenye akili timilifu, siwezi kukimbilia kulaani polisi, hali ya kuwa takwimu hatujapata, wangapi wameuawa na polisi, wangapi wameuawa katika mazingira ya kutatanisha, wangapi wanachochea maanake, pia kama watu waliweza kufanya zile vurugu watashindwa kutengeneza skendo nyingine watashindwa? Umetoa mfano, mwandishi wa habari, post mortem zitafanyika, uchunguzi utafanyika na majibu yatafanyika. Maanake tukio kutokea ni hatua moja, lakini matokeo uchunguzi wa tukio ni hatua nyingine. Tuendelee kuamini vyombo vyetu. Ndio msimamo wangu nilionao. Pale ambapo wamekosea Nimesema na mwanzoni hapa nikasema, kwa mazingira yalivyokuwa, yale yalivyokuwa, mimi nimeshuhudia wakati gari langu linachomwa moto, mimi navamiwa na wale wahuni, gari la Major General Land Force Commander na star mbili kabisa linaonekana limepigwa mawe kuanzia Kimara mpaka huko, alikuja kumnusuru huko, Ubungu liko hoi, mawe yanaingia ndani ya gari, au ni polisi wanapiga wana jeshi nitakuniambia? Huu ni mfano hai ambao upo kwenye takwimu za serikali, kafuatilieni jeshi la Land Force Command limepigwa mawe na wa, wa, watu haramu. Sasa utasema nao ni polisi kwa kuwapiga jeshi la, la jeshi wa wananchi? Nadhani waandishi wa habari unao kazi kubwa sana katika wakati huu wa scrutinize taarifa vizuri na kuweza kuzichekecha kuzi, vizuri na if possible kuwaona hata viongozi wa vyombo hivi vya ulinzi na usalama katika maeneo yao, kuna hiki kuna mambo mimi siwezi mimi siwezi kujibia kwa level yangu, siko ndani katika hivyo vyombo, lakini eh, nashauri mimi mengine sasa, eh, critical issues kama hizo ambazo ni, ni direct unasema zinagusa hizo lawama, chombo ukiweza chombo watakupa ufafanuzi mzuri sana kwa sababu wana wasemaji wa jeshi la polisi katika kanda na katika makao makuu ya jeshi la polisi nadhani